ya ku release my own project mm. Sababu so, ukirudi kwenye you YouTube I'm almost from my first project ambayo ni tofauti na bando, tukiongeza na bando ni um, almost kama miaka sita okay, on nina a range kwenye 5 years mitano ama kama hivyo. Okay uh, safi sana, na unafahamu ya kwamba watu wana imani kubwa sana na uh, kipaji chako yeah. Nina nina nina nafahamu hicho mm. na kwa wengi ambao wanasema na wanatambua na nao wajua na wengi ambao ni sio wajua mm. Kwa sababu wanasema actually government works on papers, lakini sisi tuna works online sana sana, our social medias numbers views ndio zinazotufanya sisi tujue kwamba ume move kwa kiasi gani, mfano yeah. Uh, way back kuanzia ngoma zangu za mwanzo mpaka hivi sasa mm kadri tunavyo move ndivyo tunavyozidi kuona mabadiliko in terms of numbers, kuongeza watu na vitu kama hizo yeah. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa tunaona kabisa mabadiliko yanaonekana, hatushindani mm. na watu isipokuwa tunashindana na changes zetu sisi wenyewe. Okay. So, okay. Yes. Safi mm -hmm. na kwa namna moja ama nyingine huwa labda ina stress ai pale, unapoona watu wameweka imani sana kwako kwamba da, unajua wewe Dully eh, Icetone sahihi unajua ni mkali sana ni mkali sana, ni mkali sana, ni mkali sana. Hiyo uh, nakupa presha, anakuona kwamba ibana ok sawa, hatua unaziona unazipiga, lakini mm. watu kama wanakuchukulia kwamba hapana, yani iyo hapasikuwa hapo. Wana falsafa au waswahili wanasema kwamba kama ndoto haikuogopeshi au haikukoseshi usingizi hiyo sio ndoto. Kwao ni lazima uiogope kwanza ndo ujue kwamba una uwezo wa na sio tu wale wanaokukubali ndio wanaokupa hofu. No, hata mm. wasio kukubali pia pia wanaweza kukupa hofu kwa kiasi kikubwa sana, na wako kwenye gemu yako pia. Watu kama hao hawezi kukosa maadui, yaani either wa kuonekana ama wa kutokuonekana mm. Okay. Lakini I'm proud of, kwa sababu adui anayejificha au si asiyejionyesha au hata anayejionyesha mm. ni mtu wa kwanza kufuatilia vitu ambavyo unavifanya japo hawezi kukuonyesha kwamba anafuatilia Okay. Lakini amini kwamba hata sasa hivi tuseme msanii mkubwa akifanya kitu kibaya, hata kama hujakisikia ukisikia tu mahali fulani kwamba da nah, mtu fulani amechangwa mabovu yeah, lazima itakuwa ina viewers wengi, kwa sababu ni lazima ukafuatilie. Kwa nini, ina ubovu gani? mm. kwa hiyo utaizingatia. Yeah. Kwa hiyo adui ni mtu ambaye lazima aifuatilie kwa kiasi kikubwa. Okay. Lakini pia tofauti na mashabiki mm. msanii kama msanii, ama mtu ambaye unafanya sanaa, ni lazima uwe na wafuasi. Mfuasi mm. ni mtu ambaye ufanye baya ufanye zuri. Habadiliki hey, habadiliki yeah. Ao ni watu ambao unatakiwa ujue, pia lazima uwatengeneze. Ila shabiki ukizingua hawezi kukusapoti, ila ukifanya kizuri 100% atakuwa na wewe. Mm. Na au pia wanakuaga wana mchango mkubwa. Gemu la sanaa kwa ujumla halisapotiwi na watu wanaokujua kwa asilimia kubwa, watu wasiokujua ndio wanaokupa chachu na mabadiliko makubwa. Uh, mtu anayekujua atahofia kukuambia ukweli kutokana na ile relationship ambayo uko nayo between wewe na yeye, kama tutagombana. Yes mm. Yani mm. umezingua fundi, nikwambia, ah, mwanangu, hapo umezingua. mm. wachache sana ambao waga. Kwa hivyo, ila mtu asiye kujua unakutana na comment from nowhere, bwana hey, yeye yeah. kichupa kikali, I mean audio kali, ila umezingua video kamaliza. Hata kama hutakubali utairudia mm. kuiangalia tena <laughs> o, wanaweza akakupaisha ukivimba kichwa utaenda yeah. ila ukiwa na watu ukiwa na mashabiki pia unaweza unaweza uka change ukichukulia na positive way, lakini mm-hmm. ukichukulia na negative way sometimes inaweza ka kudrop. Okay yeah. ebala i story huyo, tupo live live ndani ya show kwa time hii hapa, una swala lolote, una nafasi ya kuweza kumuuliza kupitia nambari 0767633293. So, mpaka saa hii mzee wangu, umejitengenezea mashabiki ama wafuasi Lazima utengeneze vyote, unatengeneza mashabiki mm, unatengeneza wafuasi na unatengeneza maadui pia hiyo hiyo Eh, yeah. <laughs> e, yaani lazima utengeneze vyote kwenye movement, kwenye career namna hii. Okay. Yeah. Hivi MZI maadui unadhani watakuwa ni okay na la, wasanii wenyewe zake. Gang gang, gang gang ndio mimi naona maadui ile cycle. Okay. Sasa huko hakuna muda wanatamani na wenyewe kuonekana kwenye zile camera. Basi star mshikaji wetu. Ndio huko. Kwa maana siku hizi celebrity wana watu kibao wakiingia hata studio na wewe unafanya nini? Huko tu mshikaji wake na tulikuwa wote. Mm. Naona gale ndio fake zaidi. Okay. Mm. Na sometimes wano, mtu anayekujua anapenda ufanikiwe ila ana limit ya mafanikio yake. Mm. Kivuka tu hapo. Unatengeneza wadudu. <laughs> <laughs> Unatengeneza wadudu. Sasa, mm. Kitu ambacho umekizungumza nishawahi mm. e, kuweza kukisikiliza pia ama kukisikia kwamba, e bala kama uko na mwanao mnafanya the same issue. Mm. Basi tambua tu ya kwamba kuna wakati mtafarakana. Ushanielewa eh? Kwa sababu ya hizo limitation ambayo mm. Yawezekana hujamwekea, lakini yeye amekuwekea kwamba da, mshikaji wangu afanikiwe, lakini asivuke hii levo e, na, mm. na kwa kawaida, wanasema kusapotiana kwa asilimia mia mm. kwa watu wanaofanya biashara moja mm. Weather, iwe ina business way, mfano tuseme, asilimia kubwa wao wanatengeneza picha kwamba Iston, kwa, kwa nini usifanye kazi na msanii fulani mkubwa mm kwa nini usifanye kazi na msanii fulani mkubwa akushike mkono uweze ku move. Wanashindwa kuelewa kwamba yeye mpaka mm. kuwa pale, hata kama yuko peke yake yeah, is a business. Alafu ameshafanya vitu vingi sana, ambapo hata wewe bado hujafanya. Wewe una vitu vipya vingi kuliko yeye ambaye ame move kwa asilimia fulani kikusupport wewe in a friendly way, kindly, kuna mawili: ataonekana kiwango chake ni kidogo kuliko mm. chako, yani wewe ni mkubwa kuliko yeye yeah. Au mwonekane mko sawa mm. Au yeye drop wa upande. Sasa hicho ndio kinachowatia wengi hofu, ikiwa mtafanya na business way hata yeah. kama hivyo vyote vitatu vitatokea, tayari ame end something okay. Huwa sio rahisi kusapotiana kwa asilimia mia ya watu ambao tupo kwenye kariama mm. ikiwa haipo kwenye mfumo wa kibiashara waga iko mm. hivyo kwa siku zote. Okay, yeah, umezungumzia wasanii wakubwa na nini, au sio? Eh, na yetu bora kuna baadhi ya project ambazo <laughs> umeshazifanya na, na zimeweza kukutanisha na wasanii ambao tayari washapiga hatua wa fulani hivi kwenye game au sio? Mm. tunamzungumzia msanii kama nani? Kuna wakati tulifanya ile tunasema ni cover ama nini? Yeah, sure. Yes. ni refix verse tunasema. Okay. Mm. na alipenda, ndio, akaiposti pia. Sijawahi kufanya refix verse yoyote na ispendwa na Mo, kwa, Mm. Yeah, kwa mfano hii hapa na Nandy ilikuwa ni ya project gani? Uh, ilikuwa ni, Yeah. Okay. Yeah. Ni wimbo mkubwa sana, mkubwa sana, sana. Yeah. Uh, kitu gani ambacho kilikuvutia kufanya hivyo na kulikuwa kuna maongezi yoyote ambayo yalifuata mara baada pia ya Nandy kuvutiwa na kile ambacho umekifanya kwenye kazi yake? Um, tunafanya vitu vingi mm. Lakini kumekuwa kuna mfumo huo wa kufanya hizo reflex verse kwa mimi yeah. Na ni kitu ambacho nimekitengeneza baada ya kuwa na kitu kinaitwa TikTok trends mm. Uh, kuna kipindi hata wewe Dioflex ukikaa nyimbo fulani ikitoka kila ukipita, mfano kwa ilivyokuwa da, kila ukipita mm. TikTok ukiscroll tu unakutana mm. tu ni hiyo hiyo hiyo yeah, hiyo yeah, yeah. Sasa mimi nilifanya kabla official song haijatoka, okay yani okay. ile ilivyokuwa ina trend ile ile clip ya Hadi Manara na yeah, Nandi yeah. wako studio Mm. ndio kipindi hicho kile ki clip kinatembea, mimi ndio nilifanya kabla ya official dai haijatoka, hata ile ya mini remix yake na na Alikiba. Mm. Na kitu ambacho kilinifanya nifanye ile sikuwa na Uh, ule tamko la, la Nandy mwenyewe, 100%. Though Nandy anafahamu na ananijua, ni 100%, kwa sababu sio issue ya kwanza kufanya kwake, na si siwezi kuweka asilimia mia uh, ila nilishafanya vitu vingi sana kwake mm. amba ulishawahi kumwandikia pia ama <laughs> au hizo au melody, mambo ya melody, turudishe melody yako, vitu vya uandishi sometimes. Waga ni mkataba tuwekagi wazi, kutokana na sababu unajua tunaviandika hivi Uh, kwa sababu mnakuwa mko kwenye makubaliano fulani. Sasa ukivunja kidogo unakuwa unaribu, lakini mimi nilifanya da refixi, kama kama kama kama kama sehemu ya mimi pia kujipatia mashabiki kwa sababu ni kitu ambacho kilikuwa trending, nikaamua kutembea nayo, lakini mimi nili change the whole idea ambayo yeye ali aliifanya, japo hmm. yeye aliifanya ilikuwa ina feelings way ilikuwa ni kwenye upande wa love lakini mm, mi nilifanya ilikuwa ni kwenye upande wa hustling, so nilibadilisha nika change idea yake iwe kwenye real situations ambazo zina happen in a street ways mm, na ikaondoka na ilizua mjadala mm, mkubwa sana kwa sababu nakumbuka sijui, <laughs> italielezaje lakini ilienda mm, yes, ilienda sana, okay. Na ilikuja ina positive impact kubwa sana. Safi sana na mm. unadhani kwamba hiyo no ndo ya kwanza hiyo kwa msanii ambaye tayari hivyo ana soko lake ambalo ameshalitengeneza kwa upande wa iStore ambao lipiga kwenye copy and paste. Yeah. In case, kwa yule ambaye hakubahatika kupita mimi mwenyewe ni mmoja kati ambao sijabahatika, Ile ngoma hii bro ile alifanyia kitu. Mistari ambayo unaandikaga na inaandikaga hapo hapo, kama unakumbuka ile clip ya copy and paste ilikuwa nili, nilikuwa nimeichora na sikuimaliza kuna mm. kipande, kuna kipande nilikuwa na, niliacha beat ipite si, Niliandika alafu nikawa naisoma pale pale, mi waga si record, naipigaga live. Nikifanya live inapanda moja kwa moja na naifuta, kwa hiyo imeisha eh, inakuwa imeisha. Tunaweza tukaipata, labda kimwezeshana. Mimi najaribu kwanza kuitafuta kwa hapa mm -hmm. lakini uh, ni project ambayo aliifanya na niliona pia watu walipenda idea ya kile ambacho wamekifanya Watu walipenda sana idea, yeah, yeah, ya kile ambacho umekifanya. Sikumbuki mistari yote ah. <laughs> <laughs> <laughs> yeah. so, haukuiweka YouTube we? Hapana. Ilikuwa ni challenge ni waga na posti tu TikTok. Okay. Nikiposti TikTok na record hapo hapo ndo naandika hapo hapo, nikiposti hata kwangu sina hata hiyo eh. Mala mi nachokumbuka nilikutana nayo kwenye uh, account yake ya Instagram. Ah, Instagram. Okay. Watu walipenda sana yeah. Sure. Watu walipenda sana project kama mixtape fulani, unafanya hizo cover tu alafu na hapo wananchi wasikilize, weka kama bando moja mm, fanya remix zako, nafanyaga kwa ajili ya kupata watu wapya. Kama unakumbuka, baada ya kufanya hiyo ilivyoondoka tu na mimi ndo nikachoa official project yangu, ina maana ninatengenezaga attention. Okay, tuseme ndo ka trend yako eh, nikitengeneza attention kabla, mnashangaa si mtakuja kutafuta anafanyaga cha kwake kipi, napiga hapo hapo ndo kiki, yeah. Okay. Kiki yake tukisikia reflex nyingine, ah, kuna ngoma huyu. Tukae tayari.